Nam, ebwana naweza kusema kwamba huyu Bobi Wine ameshindikana huko nchini Uganda. Ebwana, mgombea wa kiti cha urais cha chama pinzani huko nchini Uganda ameendelea kusumbua vichwa vya watu wameendelea kusumbua kichwa cha Yoel M7, ambaye ndo mpinzani wake ebwana. Kama jinsi unavyoona umati wa watu wakiendelea kumpa sapoti, wengine wakipanda mpaka juu ya miti wakiendelea kumpa sapoti katika kampeni zake ebwana. Ndo kama jinsi unavyoona huyu ndo mgombea wa kiti cha upinzani cha urais huko nchini Uganda, bwana Bobi Wine. Usisite kushare na kuraiki na kukomenti kwa ajili ya hiki unachokiona na kwa ajili ya kupata habari zingine zinazofuata. Hii ni Sniper TV, tunakusogezea habari kwa uhakika kinula kumjogo baembee kiula kadala baembee hatawaochasaa awakadala <todulia>